Nilipofika katika shule ya sekondari Nyakabango iliyoko Halmashauri ya Muleba mpakani mwa wilaya ya Chato, nilijikuta nimesimama kwa mshangao. Sikutarajia kukutana na shule ya umma yenye mazingira mazuri kiasi kile. Mandhari ya shule hii ilijaa mvuto wa kipekee: miti iliyopandwa kwa ustadi ikitoa kivuli cha kuvutia, maua yaliyopangwa kwa umaridadi, pamoja na majengo safi yaliyojengwa kwa mpangilio unaopendeza macho. Cha kushangaza zaidi ni upepo mwanana unaovutia kutoka Ziwa Victoria unaoizunguka shule na kuifanya iwe na hali ya hewa tulivu na ya kuvutia kwa kujifunzia. Nyuma ya majengo ya shule, mashamba ya nafaka kama mahindi yamepandwa kwa mpangilio, yakionyesha matumizi bora ya ardhi ya shule. Mshangao wangu uliongezeka zaidi nilipowaona wanafunzi wakiwa wamevalia sare zao kwa unadhifu, wakionekana wenye furaha na kujiamini katika mazingira safi na salama. Cha kushangaza zaidi Tofauti na shule nyingi ambapo runinga huwekwa kwenye chumba maalum kwa hofu ya wizi, katika Shule ya Sekondari Nyakabango runinga imewekwa nje wazi, wanafunzi huipata fursa ya kuburudika na vipindi mbalimbali huku wakivuta upepo mwanana baada ya kutoka darasani. Hali inaonyesha kiwango cha usalama, uaminifu na mazingira rafiki yaliyopo shuleni hapo. Mazingira haya ya kuvutia yalinifanya kuona umuhimu wa juhudi zinazofanywa na shule katika utunzaji wa mazingira. Kupitia mahojiano niliyofanya na mwalimu wa mazingira pamoja na wanafunzi, ilidhihirika wazi kwa uzuri huu si wa bahati mbaya, bali ni matokeo ya mshikamano, nidhamu na elimu ya vitendo kuhusu mazingira. Jina langu ni Anord Kailembo, karibu ambatane nami kuifahamu shule ya sekondari Nyakabango na uzuri wake katika mazingira. Siri ya mazingira kwa namna hii, kwanza ni ushirikiano kati ya utawala na walimu, pia mkuu wa shule malengo yake kwamba ni mazuri kwamba alikuwa anahamasisha mazingira haya. Pia kuna walimu pia ambao pia, kuleta, pia, na pia nao wanashiriki na baadhi hata na, na miti walimu pia wameshiriki kuleta miti, baadhi ya miti ya kuna walimu wameshiriki kuileta, ndio maana pia na wanafunzi pia. Ziwa nao limechangia kwa sababu, ingawa hapa maji kidogo ilikuwa ni shida kidogo, tunaanzisha mazingira sasa, tuna bomba hilo moja lakini kwamba miundo mbinu hapa, mazingira ambayo yapo karibu na ziwa, kwa hiyo wanafunzi nao kwamba wakawa wanashiriki katika kuchota maji hapo ziwani, na hivi viunga hivi tulijaribu kwamba kuwagawa wanafunzi ili kuifanyia usafi. Mwalimu, nataka kutuambia nini? Unatuambia kwamba haya mazingira hayakuwepo awali, ni mazingira ambayo umeandaa nyie wenyewe? Mazingira ya kuwepo, tumeandaa sisi mchakato ulikuwaje? Kwa sababu ukiangalia namna kwanza miundombinu ilivyojengwa kwa mpangilio, lakini pia kwenye mazingira miti ilivyopangiliwa na yote ni kama inalingana, yani kwa maana ya umri sawa. E, mwanzo ulikuwaje? Yani fikra ilikuwaje katika kuandaa mazingira kwa ya muonekano hivi? Fikra kwa mwanzo kabisa tulipofika hapa, kwanza shule, majengo haya kwanza asilimia kubwa ya kuwepo, nashukuru serikali ya ya, awamu ya sita ya mama kwamba ametusaidia haya, haya, haya madarasa kuyaongeza, kuya nayo ameshangia mazingira kupendeza. Sasa, kabla ya kipindi hiko, hapa kwanza palikuwa kwanza ni poli, ilikuwa ni poli kubwa. Kwa hiyo tukaona kwamba cha msingi si tuk, tunaishi kwamba kama kilamani hii miu, miundombinu ya barabara hizi njia, kaona ngoja, hebu tupangilie kwa namna fulani ambapo shule itakuja kuwa nzuri namna ambayo tumeona kwamba nzuri kwamba tuweke njia njia za kawaida. Mkuu alipokuja napo hizo njia akisema kwamba tuziongeze huko kwa sasa. Mr. David kisema tujaribu kidogo kustanua. Kuna baadhi ya njia zilikuwa nyembamba, tukaziongeza ili kidogo hata kwa baadaye pasiwe na usumbufu hata kwa maendeleo ambayo atakuja baadaye. Natamani kufahamu mmepangilia maua na mazingira yamekuwa hivi uh, mchango wa haya mazingira kuwa hivi tangu imekuwa sasa imestawi na kuwa muonekano kama huu umekuwa na mchango gani katika kuifanya shule hii kustawi, yani kwa maana ya kuwa kivutio kwenye mazingira lakini pia kwenye taaluma? Ina mchango wote mchango. Mazingira pia yanahamasisha. Kwanza kuna baadhi hata ya wazazi, mazingira yanawavutia, naona haya mazingira yetu, tukaweka pamoja na wanafunzi walivyo, hata kimavazi ukiangalia manake nao tumewaweka ili waendane na haya mazingira, pia nao inakuwa kwa wa, wana, wanapendezesha mazingira yetu. Kwa hiyo kuna mchango mkubwa, kuna wazazi wanahamasika kuja kuhamia katika shule kutokana na mazingira yetu yalivyo. Kitaaluma pia yanachangia, sababu shule yetu sio ya zamani haina muda mrefu sana lakini, pia kwamba kwa matokeo kidogo, sasa hivi tunaenda tunapanda. E. Okay, kwa hiyo wanafunzi wanapata mazingira tulivu ya kusomea, yani ya kusomea hapa wanapata utulivu mzuri, sababu kuna baadhi hatuna hatuna majengo ambayo yale ya wanafunzi kusomea, lakini kwamba mazingira haya hii vitu tulivyoiweka, kuna, kuna muda wa masomo yale ya ziada au discussions wanatumia mazingira kwa ajili ya kuendeleza mijadala yao. Okay. Wamewahi kuja pengine shule nyingine kujifunza hapo, namna ya kupangilia mazingira na namna ya kuweka mazingira kama, kama hivi alivyo? Eh, kuna shule zimeshawahi kufika hapa, wenyewe nao pia wakayakubali mazingira yetu, nasema kweli kuna kitu ambacho wamejifunza, lakini hasa sifahamu kama kuna labda kuna utekelezaji umeendeleaje, lakini kwamba shule nyingi tu zimefika hapa, mazingira zimeyakubali, nasema kabisa tumejifunza kitu e. Na wengi hata wakija hapa nadhani labda hii shule ni ya ni ya private <laughs> yani wengi wakija hapa kwamba ni ya private kumbe ni shule ya serikali. Unafikiri anamwandaa mwanafunzi kwa mtu aina gani, baada ya kutoka hapa haya mazingira tu, kuwa vutivu, kuwa na uh, miti iliyopangiliwa, lakini pia kuwa na usafi kiasi hiki? Sisi pia tunaandaa wanafunzi kwanza, wapende kwanza mazingira, pili uasili, uasili uasili katika miti, yaani asili ya miti, wasiharibu miti, wasikate miti e nona sababu wanapofanya hivyo kwanza yanatu, yanatupelekea kwanza kuwa na hewa safi e nona utulivu, pia unapokaa kwenye kivunona kama hapa Ina maana hii miti singekuwepo, muda mwingine hapa tungepata shida, lakini kwa sababu naona tumeweka miti, tumekaa na tunaongea vizuri tu okay. Ni nini wito wako kwa uh, shule nyingine pengine katika ku, kuendeleza uasili, kulinda mazingira na kuweka vitu ambavyo vinaweza kusupport mazingira na uasili kuendelea kustawi. Kwa shule nyingine wito wangu ni kwamba wajitahidi kuyangalia mazingira, ina maana mazingira naweke mpangilio mzuri no. Wahamasishe wanafunzi pia kupenda na mazingira pia, waanzishe hata zile klabu za mazingira. Klabu za mazingira zile zinachangia, zina mchango mkubwa katika kuendeleza mazingira na uasili wa mimea. Mazingira ya zamani ilikuwa ni pori, lakini tulishirikiana sisi pamoja na walimu ili kuwezesha kuyatengeneza vizuri, tulishirikiana na walimu kupanda maua, kusafisha, kutoa vile vichaka vilivyokuwa hapa, kupa, kupanga mawe, kuweka rangi, kushirikiana na walimu. Haya mazingira ni rafiki kwa kujisomea kwa sababu kuna vivuli ambavyo tuwezesha vinatoa hewa nzuri ambayo tusaidia sisi kujifunza. Hata kwa mazingira ya nje unaweza kujifunza, hata unapokuwa darasani unaweza kujifunza vizuri. Kwa majina yangu naitwa Lamek Gabriel nasoma kidato cha 4. Uh, sisi kwenye kuyalinda ya mazingira tunashirikishwa kwa mfano, kila mwanafunzi akuta na gawio eneo lake kwa ajili ya kufyeka viunga, kulima nyasi zinaingia kwenye njia za za kukatiza au ndani, kupanga mawe, kupaka rangi. Lakini na serikali kwa ujumla inatusaidia kwenye upande wa majengo na kuweka mazingira yetu kuwa sawa. Kwa mfano, anatuwekea vioo vya aluminium kwenye majengo, kwa hiyo inafanya shule yetu iweze kuwa na mvuto mzuri. Ah, mimi nachowasii wanafunzi ni kuendelea kupambana ili tuweze kuweka mazingira vizuri, kwa sababu mazingira ndio anamfanya mwanafunzi aweze focus kwenye maisha yake na kwenye ndoto zake. Kwa mazingira yakiwa safi, takuwa rafiki kwa afya zetu pia, pamoja na kwa afya za watu wengine wanaotuzunguka. Kuyafahamu mengi kuhusiana na mazingira na binadamu, endelea kuitizama TNTV kwa mengi zaidi, tunaendelea kukuandalia.